Asante Wambua. Sasa huo ni upande wa serikali. Sasa nikupashe ya upinzani. Vinara wa chama cha upinzani ama vinara wa upinzani wakiongozwa na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka wamekita kambi katika eneo bunge la Magarini kumpigia debe mwaniaji wa eneo bunge hilo na wa chama cha DCP Stanley Kenga, wakieleza kuwa kura kwa Kenga itadhihirisha umoja wa upinzani na nguvu itakayokuwa nayo katika uchaguzi mkuu ujao. Na katika eneo bunge la Mbeere Kaskazini, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua amewatahadharisha wakazi wa Mbeere Kaskazini dhidi ya kumchagua mwaniaji wa chama cha UDA, akieleza kuwa Rais Ruto hana shukurani kwa wakazi wa Mlima Kenya baada yake kumfurusha kama naibu wake na kumwondoa Justin Muturi kama mwanasheria mkuu. Isaac Musyoka na akinacha taarifa hiyo, siasa za chaguzi ndogo zinapotarajiwa kuandaliwa tarehe ishirini na saba mwezi huu kati ya William Ruto na Kalonzo ni gani mnapenda? ni... Vinara upinzani wakiongozwa na kiongozi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka wamekita kambi katika eneo bunge la Magarini kumpigia debe mwaniaji wa eneo bunge hilo na chama cha DCP Stanley Kenga, wakieleza kuwa kura kwake itadhihirisha umoja wa upinzani na nguvu itakayokuwa nayo katika uchaguzi mkuu ujao. Mkipigia mzee Kobe kura, mjue mnapigia William Ruto kura. Wale ambao mnapenda Kalonzo Musyoka pigieni Stanley Kenga, kuwa Stanley Kenga, Stanley Kenga. Kufanya hivyo ni kufanya jambo la kibusara. Huyu jamaa kaibiwa kura, alafu mahakama kuu nchini ikasema kura ziliibiwa na ndio mkarudia mchezo huu. Lakini sio mchezo, hii ni maisha yenu maisha yenu hapa kisha baadaye, kwa sababu mkifanya haki, mkiregeshea mheshimiwa Kenga huyu haki yake, mtakuwa mmefanya hata mbele zake Mwenyezi Mungu haki. Aliyekuwa naibu Rais Rigathi Gachagua akiwatahadharisha wakazi wa, wa Mbeere Kaskazini dhidi ya kumchagua mwaniaji wa chama cha UDA, akieleza kuwa Rais Ruto hana shukrani kwa wakazi wa Mlima Kenya baada yake kumfurusha kama naibu wake na kumwondoa Justin Muturi kama mwanasheria mkuu. Mimi ndio nilikuja hapa nikamwambia mchague Kasongo, tukiwa na JB Muturi. Kufika hapo akatukosea heshima, akafukuza huyu, akatukosea eh, akafukuza huyu JB, akanifukuza. Ati sasa naambia wa Mbeere, ati mchagulie ya Mudhende, mnaweza kubali? Niulize watu wetu, UDA imekufa? Haijakufa? Aki mtu anakuja hapa kugawa sisi, nguvu yetu kama watu ya Mlima Kenya ni umoja wetu, na ndiyo tunataka watu ya mbere mutafutie jamii yetu heshima. Vile kasongo ametuangaisha, ametukosea heshima, amevuta watoto wetu kazi, ameharibu miraa, ameharibu mogoka, ameharibu masomo, ameharibu matibabu, ameua watoto, amesema watoto wapigwa risasi kwa mguu. Kasongo endesiende. Ka siasa za chaguzi ndogo zimeonekana kuwa ushindani wani yupi atakayekuwa na usemi katika uchaguzi mkuu ujao ambapo katika kampeni hizi upinzani wamelumu serikali kwa kutumia rasilimali za umma kuendesha kampeni zao, ila wakiwaonya wakazi dhidi ya kuchagua wandani wa serikali, kwani watazidi kunyanyaswa katika uongozi wake. Kiuchaguzi wa tariki 27 ni kati ya kasongo na watu ya mbele, sindio? Kati ya kasongo na watu ya mbele nani atashinda? Kwa hivyo sisi United Opposition muungano wa vyama ambavyo vitaunga serikali baada chini ya miaka miwili, tumekuja kuwakabidhi huyu muungwana ili mletee bungeni na mtaona ambao wengine watamkaribisha bungeni hapa. Isaac Musyoka, Undugu TV.